Naitwa Daniel Bilando Kasokola, naibu mkuu kitengo cha mawasiliano ya serikali, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Kwa niaba ya Kamishna Jenerali wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, napenda kutalifu umma kuwa kuanzia tarehe 14 hadi 19 ya mwezi Mei 2025, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kushirikiana na uongozi wa wilaya ya Kondoa, imefanya operesheni katika wilaya ya Kondoa, hususan katika vijiji vya Ntomoko, Haubi, Mafai, na Kinyasi na kufanikiwa kuteketeza jumla ya ekari 157 za mashamba ya bangi, kukamata pikipiki mbili na tunawashikilia watu saba wanaohusika kuhusiana na matukio hayo. Hii ni mara ya pili kufanyika kwa operesheni kama hii katika wilaya ya Kondoa, ikiwa ni sehemu ya jitihada za mamlaka za kuhakikisha inadhibiti uzalishaji na biashara ya bangi hapa nchini. Tangu kufanyika kwa operesheni hizi hapa katika wilaya ya Kondoa mwezi Januari mwaka huu na kutoa elimu kwa wananchi juu ya athari za dawa za kulevya pamoja na kuonyesha wananchi fursa za kiuchumi zinazopatikana katika wilaya hii, kumepata mabadiliko chanya, kwani baadhi ya wananchi ambao walikuwa wanashiriki katika kilimo cha bangi sasa wameachana na kilimo hiki na kujikita katika mazao mengine halali. Mfano, baadhi yao wamelima ufuta, alizeti, tumbaku Maharage na mahindi. Aya mafanikio hayo, wapo wananchi wachache ambao wameendelea kukaidi amri ya serikali na kuendeleza uzalishaji wa kili, uzalishaji wa bangi katika maeneo yao yao. Hatutasita kuwachukulia hatua wale wote ambao wataendelea kukaidi amri ya serikali na kuendelea kulima bangi ambayo imekuwa ikiharibu afya za wananchi wetu na kuzofisha ustawi wa taifa letu. Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya itaendelea kushirikiana na uongozi wa wilaya hii ya Kondoa chini ya uongozi wa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Fatuma Nyangasa kuhakikisha tunadhibiti kabisa na kuondoa kabisa tatizo la uzalishaji wa bangi katika wilaya ya Kondoa na mkoa wa Dodoma kwa ujumla. Nitoe wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na mamlaka kwa kutoa taarifa juu ya watu wanaojihusisha kwa namna yoyote ile na uzalishaji, usambazaji na utumiaji wa dawa za kulevya aina ya bangi katika wilaya hii, kwa maana kwamba ushirikiano wao utasaidia sana kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha tunamaliza kabisa tatizo la dawa za kulevya hususan kilimo cha bangi katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Kwa majina, naitwa Isa Hamis Rajab, mimi ni mkazi wa kijiji cha Mafai, kata ya Haubi, wilaya ya Kondoa. Kwanza kabisa, kwa niaba ya wananchi wa kijiji cha Mafai, tumeamua kuachana na kilimo cha bangi kwa sababu bangi ina madhara makubwa kwa jamii, kwa familia zetu na hata jamii zingine ambazo haziko kwenye kijiji cha Mafai, na tunaishukuru serikali kwa maamuzi uliyofanya kuamua na hiyo operation ya uteketezaji wa kilimo cha bangi kwa sababu ina madhara makubwa, na wachache waliokuwa wanashiriki kwenye kilimo wa cha bangi ndani ya kijiji cha Mafai wameamua kujitoa kabisa na kuachana na kilimo cha bangi kwa sababu itatuletea madhara kwa familia na jamii zetu. Kwa hiyo kwa niaba ya wananchi niseme tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya mama, mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuunga mkono na kutoa hii operesheni kwa ajili ya kuteketeza kilimo cha bangi. Sisi kama jamii ya Mafai tumeelewa kwamba bangi ina madhara makubwa, na hasa kwenye uchumi na suala la kiakili. Sasa kwa niaba ya, ya serikali au kwa niaba ya serikali ya kijiji cha Mafai na jamii kwa ujumla, tuko tayari sasa kuachana na madawa ya kulevya, hasa kwenye kilimo cha bangi na mambo mengine. Kwa hiyo tunamuunga mama yetu Samia Suluhu Hassani kwa suala hili la uteketezaji wa bangi na hasa big up sana kwa suala la kuendelea kuilinda amani ndani ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo tunamuunga mkono, tuko, tuko, tuko tayari kuachana na kilimo cha bangi na hatuturudia tena.